Kila msimu wa kiangazi wafugaji katika kaunti ya Kajiado hulazimika kuhama kutoka sehemu moja hadi nyingine wakitafuta malisho. Mara nyingi maelfu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe hufariki kwa kukosa lishe, huku maelfu ya familia ambao hutegemea ufugaji wakiachwa fukara. Kama njia moja ya kutatua changamoto hiyo ya tangu jadi, kina mama kutoka eneo la Meshinani Kajiado kusini wamegeukia upanzi wa nyasi, ambapo mbegu zinazovunwa husambazwa kwa makundi mengine a kina mama ili kuendeleza mradi huo unaolenga kutatua uhaba wa lishe ya mifugo huko Kajiado. Robert Masai ana mengi zaidi. miaka elfu mbili na ishirini hadi elfu mbili na ishirini na tatu ilishuhudia hasara kubwa kwa jamii za wafugaji kote nchini. Kaunti ya Kajiado pekee ilipoteza mifugo zaidi ya milioni moja. Takwimu za shirika la kukabiliana na majanga nchini NDMA zikionyesha kuwa ng'ombe laki nne walifariki huku mbuzi na kondoo zaidi ya laki saba wakiangamia kwa kukosa malisho na kusababisha wafugaji kukadiria hasara ya hadi shilingi bilioni kumi na tatu. Miongoni mwa wafugaji hao ni kundi hili la kina mama kutoka eneo la Meshinani, Kajiado Kusini. Ni wafugaji na wanategemea mifugo kukimu familia zao. Miaka miwili iliyopita eneo hili lilikuwa kafu bila nyasi, matumaini ya ufugaji hapa yalididimia. Hapa hivi ilikuwa pori lakini ni jangwa. Unaona ile jangwa ni miti tu, so ilitubidi tutoe hiyo uchafu. Maanga iko hayo, yaliwapa wazo la kuanzisha mradi wa upanzi wa nyasi, na baada ya majaribio katika shamba hili lenye ekari zaidi ya ishirini, nyasi zimenawiri na ziko tayari kuvunwa, lakini wameanza kuvuna mbegu za nyasi hizo. Tulikuwa na kiangazi 2019, 2020, 2020 na 2021, 2022 tukaja kufaulu mfu tukapanda zikakataa kumea, lakini baada ya ya yale yote mfua tulipanda, na mfua ikakuja ikanyesha mingi sana. Shughuli za kuvuna mbegu hiyo zimeshika kasi kwenye shamba hili. Kisha kupitia kwa maafisa wa shirika lisilo la serikali, mbegu hizo zinapimwa kubaini kiwango cha unyevu na uzani wake, kisha zinahifadhiwa kwenye gala hili. So, baadaye mbegu hizo kutoka kwa kina mama hao hununuliwa na mashirika kisha kusambazwa kwa makundi mengine ambayo yatahitajika kutoa ardhi na kuendeleza mradi kama huo. Aina mbili za nyasi ambazo zina uwezo wa kustahimili makali ya ukame zinapandwa hapa Kajiado. Uh, we used Kundi hili la kina mama kutoka eneo hili la Meshinani lilifanikiwa kuvuna tani moja unusu za mbegu msimu uliopita, mavuno yaliyojaza mifuko yao. Uh, mwezi wa Oktoba last year tulilipa wao mama zaidi ya laki saba na nusu, huwa anapokea karibu laki nane leo. Na hiyo ni mbegu peke yake, wakiusa zile bells, uh, utakuta bado Wanaweza pata, uh, faida. Baada ya kuvuna mbegu baadaye watakata nyasi hizo na kuhifadhi kwenye ghala hili nyasi hizo huuzwa kwa wafugaji na mifugo wa kundi hili pia hufaidi nyasi hizo kaunti zingine tatu nchini zinaendeleza mradi sawia wamasai wamepoteza ng'ombe mingi sana kwa sababu hawana nyasi sasa si, tukifundishwa sasa wa Masai ama watu wengi ama groups ya kina mama tutafaidika sana. Tumekuja huku na tumefurahia sana kuangalia, hata wa Masai wanalima, hata wametushinda. Tumeona changamoto zao wame overcome, wamejua kulima nyasi, kushimba mashimo fua, ilikuwa kidogo wakapanda. Sometimes wakakosa kupata kitu, wakarudia tena wakapanda, sikamea na sasa wamevuna. Tayari makundi thelathini na tano ambayo yanajumuisha wanawake zaidi ya 750 kutoka Kenya na Tanzania wanashiriki mradi huo unaolenga kuongeza lishe ya mifugo na kuwaondolea wafugaji madhila ya kuhamahama wakati wa kiangazi. Robert Masai, Runinga ya Citizen. Tazama jitu na pumzika tena kidogo, tunarejea hivi punde.